Kusalimu sana bwana mtangazaji, bwana Rajab Akili Kabonga, ya habari ndugu yangu, tuko bien. Ya, ninasalimu wa ndugu zangu wote wa Kongomani vrema wenye wako ndani ya Baraka One TV, nawasalimu nyote vrema, ndugu zangu ambao mnaendelea kusupport Baraka One TV, nawasalimu nyote katika jina la Yesu. Umoja ni nguvu. Matengano ni dhaifu. Najua tuko pamoja kabisa na Baraka1 TV. Tuendelee kusupport Baraka1 TV, ni TV ambayo vrema imetukubali sisi raia wa Kongomani kuweza kutoa maoni yetu kwa sababu ya nchi yetu vrema. Kude shapo kwako bwana mtangazaji kwa kazi ambao unaendelea kufanya. Naona ukienda maluvungi wapi, vraiment unaingia kila mahali pote. Hiyo ndio kazi ya journalist ule mashuhuri vraiment ya yeah. Nakupigia losako kabisa, unastahili vraiment hiyo ya yeah. Ndugu yangu, mimi nilikuwa nataka nizungumuze tena mara nyingine kwa sababu ya Joseph Kabila mimi nikisema tu ya kwamba tena narudile tena kusema ya kwamba hawa ambao wako wanatesa nchi yetu ya Kongo ni waetranger, hawako wakongole wa damu hapana. Waetranger ndio wenye wako na tufer sufrir, ndio wenye wako na mwanga damu ya wakongomani katika nchi ya Kongo. Ndugu yangu, nilikuwa nataka kusema ya kwamba Kabila ni bandi, Kabila ni bandi kabisa, bandi mwizi. Kabila ni mharibifu. Ukiangalia vitu ambavyo Kabila alishaharibu Mkongo, ndugu yangu, acha tu nikwambie, hauta mpenda huyo mutu. Na wale wakongomani ambao wako na support Kabila, wale wakongole ambao wako wana wako nyuma ya huyu Kabila huyu, sijui kama vichwa wao iko iko bien iko mzuri kabisa. Tungilikuwa na president Felix, angilikuwa na nani kabisa na esprit, kama wale watu wote hawangekuwa na wai hata kidogo. Wale wote ambao wako nyuma ya Kabila wote nono lakini, ni kwa sababu walikuwa walikutana presidan ya mwenye iko tu kimya. Ndugu yangu, Kabila ni muwaji aisha tuia watu wengi wa maana sana katika nchi ya Kongo. Kabila aliatia na tuia nchi. Kabila alitoka pale kwa hiyo kiti. Kabila alisha set kila kitu chote, alikuwa alisha set, na alikuwa anajua kabisa ya kwamba hata kama akitoka atarudi. Alikuwa anajua bien, ndio maana aliacha na ribu kila department yote ambayo iko Kongo, surtu ya arme, alikuwa alisha ribu kila mahali kote. Sasa yeye alikuwa anafanya vitu ambavyo vitamsaidia wakati anaweza rudi muda yote, na alikuwa anajua atarudi ata muda yote, kwa maana alikuwa venye alisha set arme alikuwa alisha i, i, i, confused, tayari alisha ikoromp kitambo sana, alikuwa anajua atarudi. Kumbi kumbi, yeye hakujua ya kwamba kuna wazalendo wako hiyo, njoo kitu alisahau kuwa wazalendo wako hiyo, ndio kitu alisahau kujua ya kwamba wazalendo wako na wazalendo ambao wako. wako wale wale wazalendo wa kitambo ambao walianzaka na sisi huko, hapana. Kumbini haiko tena wale wazalendo wa kupigana na mipanga haiko tena. Wale wazalendo wa kupigana na mawe kupigana na, na miti, hapana, haiko wale wazalendo wa kupigana na visu na mipanga Kumbi ni wale wazalendo ambao wako na hizo silaha zenye wao wako na kuja nazo, alisawau. Unaona, mpaka saa hii misio yake yote imeshuwe kupitia wazalendo ambao tuko nao kude shapo na wazalendo wetu. Mungu azidi kuachia nguvu, Mungu azidi kuwapa ujasiri kabisa ya kuweza kupigania udongo wa Kongo. Ndugu yangu Kabila, huwa mimi simpendi kabisa kwa maisha yangu. Huyo huwa simpendi hata kizazi chake chenyewe siwezi penda, hata kukiona siwezi penda kuona hata kizazi chake. Sasa nilikuwa nasema hivi kama guvernema yetu presida Felix, tunamuomba presida wetu Felix tunajua tunajua, vraiment c'est vrai, ako na susi ya kuweza kutengeneza inchi na iko na susi ya inchi, kama iko na kataa makubaliano yao, na kama alikataaka makubaliano yao ni kwa sababu ya ile amuru ya inchi ambayo iko iko nayo, na iko na amuru ya peple kongole. Nilikuwa naomba venye huyu bandi rebel mwizi ameingia Goma rasmi kabisa na kujionyesha wazi, nilikuwa naomba kama inawezekana, injo muda ya president Felix, ashimame na wazalendo, injo muda ya president Felix, ashimame na wazalendo awasapoti mia kwa mia, masilaha nini, kila kitu. Hii ndio muda ya president Felix anaweza kushimamisha na ndege za anga, sasa kwa maana mahali ambapo tunawafikia saa hii, si tena mahali ya kuwaembeleza hawa watu, si tena mahali ya kuwachia muda hawa watu, hapana ni mahali sasa ya kuweza kusema tuonyeshane sasa, hiyo nani? Hakuna, hakuna vraiment jinsi wa rebel wanaweza shindana na, na gouvernement. Gouvernement ndio inakuwaka na nguvu, gouvernement ndio yenye iko na pouvoir yote, na hakuna mahali kwenye rebel ishakashinda gouvernement. No, hakuna. Hii ndio muda ya President Felix kushimamisha samandege vyenye Kabila ameshimama. Hivi ndio muda ya kumwonyesha madharau, njo muda ya kumupika ashimamishe majeshi sasa, ndo majeshi ya ya FARDC, wale wa kweli ambao watakuja ungana na wazalendo. Haiko wale masoda ma ama amaa wale wa jenero wenyewe walikuwa walisha vuruga kichwa na Kabila pana na tunataka wale wa general wale wa coloneli wa wenye wa kizalendo wa ambao watakuja ungana na wazalendo, vita ianze tu sasa. Kabila ni mtu wa kupiga na ikiwezekana, mimi sio yangu, mi nakuwaka nayo Rwanda lazima ipigwe, lazima Kagame aondolewe pale, hata Museveni akileta mchezo aondolewe pale. Bila hiyo vichwa tulinza sema kitambo sana. Bila Kagame kupigwa, bila Kabila kuondolewa, hiyo Kongo haitawepata amani. Tulisemaka hivi toka kitambo, tulikuwa tukituma maaudio hapa kwa kwa journalist. Kabila ndio chanzo, tunaanza kusema hii kitu kitambo. Kabila ndio chanzo ya hii vita yote, ya Kongo ni Kabila, tunaanza kusema kitambo, hata kabla President Felix hajasema, tunaanza kusema hii hapa kwa Baraka 1 TV bila Kabila kuondolewa pale evana Kongo haitawai pata amani pamoja na Kagame, kwa maana kama wanzi vichwa hizi mikia zitakotona nguvu lazima waanze vichwa, mikia itakosa nguvu. Injo muda mzuri ya yeye Prezida Felix ashimame na yeye rasmi, sasa vita ianze. Sasa mi naona wanawaembeleza sana, wanawawembeleza sana so basi, ningilisema wazalendo wetu, kama wakiona ke gouvernement ime imelala, wao washimame, washimame na kile kile kienye wako nacho, kwa maana toka kitambo awa walikuwa wali awategemei gouvernement, walikuwa wanachitegemea wenyewe, kilekile kienye kile wako nacho njoo wapigane nayo na aa watu wasiwaembeleze na pale Goma wale wazalendo ambao wako mnorkivu wasimwachie Kabila pumzi, lazima wampige maatake pale, asifanye tele meeting yake. Ni nilipenda vrema, hii hatake yenye walifanya Vandredi hapa ya, ya le usiku walipiga hatake mzuri sana, wakati walisikia wali, wali kama ameingia iko pale, walifanya hataki mzuri. Lazima kumpika ile hatake kabisa, ajue hapo hakuna chake, ajue hapo hakuna usalama wake, na lazima guvernema ifanye njia yote itukamatie huyu Kabila

ameibia Kongo sana kisha, kisha tena anaanza sana kuzero ku, tena wa wa Kongole anauisha wa Kongole anaua wa Kongole huyu bwana vraiment, mimi a a a naomba tu Mungu huyu bwana akamatwe kabisa, hata hata ikiwezekana, hata uwai wake iondolewe kwa maana huyu bwana ametukoshesha amani mkongo sana. Kongo yenyewe ndio yenyewe ilimwoa hata huyu bibi yake huyu mshenzi huyu Kongo ndio yenye ilimuoa bibi huyu. Anapata mali zote mkongo. Anawinia mkongo, aliingia aje mkongo huyu? Hmm. Aliingia kama villager moja hivi anatoka kama nyami, ni ni ma, mama Tanzania hapa, Ali, alikuja kama ka villager moja hivi hata vest yenye iko na na vaa hata haimustahili. Anakuwa kama ni milionea kama ni bilionea mkongo tu. Ulole tena mwenye kabisa watu vrema hawana kata shukurani eh? Anawinia mukongo anapata pesa mukongo, manyumba amenunua mukongo, manyumba amenunua inje kwa sababu ya inchi ya Kongo. Ile yote njo sisi wa Kongole ituo ituonyesha ituo ya kwamba wale wenye wako na nani wana, wana tuferi sufrir mukongo ni wa etranger Guvernema prezida Felix afungue macho, lazima aingie muarme wale Warwande wote wako mupolitiki bapolitiki akontrole wale wa, Barwande bote wenye wako uni mu, mu, munani mu, eh, mu, ya politiki atoe bila uruma. Guvernema nayo iko nalala sana hangalie Warwande wenye wako muarme wa kolonel wa nani, wache awatoe kabisa wote afunge natoe hii nani ya PPRD yake, aifutilie mbali kabisa, aseme hii ni ya wa rebel, akamate wale wote wenyewe wako wanamsutnir bwana, aweke ndani, hivo eh? Costa Mutamba, ile ndio kazi yake ya kwanza kufanya kumfungulia huyu bwana manda dare partout, anaenda washikwe, kwa maana ni rebel, usho na wapi president Mustafa kabisa Uh, president mwenye president mwenye ame staff akuje tena ageukie inchi ya ambayo yeye ilimufanya ku vilegisi, iko ilimujulisha dunia mzima. Alianza panda mandege juu ya Kongo, alianza vaa kiato mzuri juu ya Kongo, alioa juu ya Kongo, alipata pesa juu ya Kongo. Ulole tena mwenye alikuwa ancien akuje tena anze piganisha tena inchi kushwa na wapi mwinji sijawahi yona presida mwenye amestaafu kukuja kwa tena aduwe ele inchi. Shukurani ana huyo bumbafu huyo, atoke mwyo inchi uo matike. Wazalendo nye wako norutifu, wasimwachie hata pumzi na wali mwache wakati nyingi sana. Huyu uyu mutu huyu huyu mutu angi wana stereta kuishi Kongo, huyu mtu angi stereta kuishi Kongo. Ingewezekana hata uhai wake huu mutu ingeondolewa kitambo sana huyu vrema vrema kitu kaza vrema tuko tunaongea na uchungu nyingi sana juu ya huyu mutu aisha tufer sufrir sana wandugu zetu wamekufa wako naendelea kukufa usiku na mchana na tumepoteza make ba viongozi wengi vrema walikuwa wanatetea inji, wairo wengi wamekufa kwa kwa sababu yu mutu anakamata mali tu ya Kongo hivi hivi tu na hivi tu, ivi, ivi, tu ana anakuwa na pesa. Eh? Wengine na, wame, na wamekufa wako kwa udongo kwa udongo, hawajawahi pata hata hii mali yenye huyu huyu pumbafu iko nayo eh? Wakina Mamadu, wakina Siwe Baguma wa nani, watu wengi wameisha kufa. Hmm. Akina mtetezi watu wengi wamekufa, walipigania inchi hii, hii, hii, ina ni udongo hii. La, kwa sababu yake tu watu awa, una, wanakufa hata bila hata kukula hata raya, hiyo inchi huyu huyu bumbavu anatokea siwe wapi kama alitokea kama ni kuzimu, anakuja yeye ndio anakuja kukula, na wenyewe walipigania wali inchi hawakuwa wanakufa hivyo bila hata kufaidika tena na nani na mali ya hii nchi na na familia zao hazijulikane, zinabakia maskini ha? Lakini huyu mshenzi atokea kama kuzimu kama wapi, vilaja moja hivi, anakuja ana kutukalamukia. Hako, lazima huyu mtu afanywe kitu kenye maisha yake hata we sahau mali zake zote ziko wazikonfiske wazichukue guvernema ichukue kwa maana ni mali ya Kongo na ni mali ya bwiz mzee Baraka jambo na kusalimu hapa Katanga ni wazalendo anakuwa Katanga mzee Tunakusalimu na kukupatisia jambo kubwa kabisa kwa sababu tunakufuata kila wakati antuka, tunashukuru kwa yote mesaji unatupatishia yote tukunapata huku kweste. Tunajua shida yote ko Kongo, tunajua bila Mungu naye kutusaidia, tutaweza. Na Mungu naye kutusaidia na nguvu yetu ntupatia tena kabisa, na tutaweza mvita hii tuko nayo hapa Kongo. Tunajua we na Rwanda ni bajinga sana, ni bajinga sana sana, na zaidi banaona Kongo inakuwa kama coo yenye ya kwenda kunuia jubanakuaa banaleta otani kila wakati. Najua apa Katanga, siye tunasimama timamu, tunasema mwenye atatejikusanya apa anasema mie njoo mimi nakuja liberater, nakuja kama kitu gani? Nakuja bata kwa mboleo, vile beko mboleo est na tuku ne basubiri. Na hapa misingi kabisa, hapa Katanga ni wazalendo. Katanga wanakupatisia jambo kabisa, na tunashukuru kwa yote message tukunapata njoo yako. Tunajua Baraka TV njoo yetu ya kwanza enye kunetupatishia mambo ya kutosha. Tunaona Uvira, tunaona sehemu yoyote, tunaona Luvungi, tunaona Sange, tunaona Kamanyola, tunaona mpaka paka, paka Baraka antuka. Tunafurahi sana ah, merci sana kwa message unetupatishia na kawimbo mwa kadoko. Nataka kuimba mbele kwanza, unifuate nami kadoko, mzee

Aiyo mama singe, mama singe nyama nyamalala ah. Baraka TV, Baraka TV tunafurahi sana sana kwa kufuata mzee na kunetupatishia nguvu kabisa, kama tunakuwa na masheni nakwa ine tano hapa Kongo kama Baraka TV, najua mambo yote yatakuwa mzuri. Najua huku mzalendo wa kwanza kabisa mzee, huku mzalendo wa kwanza kabisa mzee Antuka, na Mungu akupatie nguvu na Mungu akupatie hekima na ikuwe natoka ndani yako. bila Mungu hautaweza nawe, najua Mungu njoko na kuongoza nakupatia ile nguvu kabisa mzee Antuka, pole sana, tunashukuru kwa kukufuata, tunashukuru kwa kukusikia. tuku, tuku, tuku, tuku hapa tuku nasubiri nashe, tunamsubiri ule mjamaa ule mjinga kabisa ule aje hapa Katanga, aje kabisa hapa ni wazalendo wa Katanga wanaeleza ile swali. Aa, tunajua Kongo haiko leo Muneranda nachezea Kongo. Bana kuaka tu, bana kuaka tu. Inakwaza sasa ni, ni hata kucho kwenyewe. Tunaendaka tuna tunatokea kucho kwanza njoo tuna ingia. Tuendake tu kucho na fungua tu mdango mara moja naingia kucho. Ukikute ndani mtu utasema nini? Ah, mzee. Antuka, merci sana na furai kwa kusikia. Okay.